Karibu kwenye video hii. Leo tutajifunza kuhusu kufanya maamuzi sahihi wakati wa kutatua tatizo. Unapokutana na changamoto, unahitaji mbinu bora ili kupata suluhisho linalofaa. Hebu tuone hatua muhimu za kufuata. Lakini kwa nini ni muhimu kufanya maamuzi sahihi? Maamuzi tunayofanya yanaathiri maisha yetu na ya wengine. Uamuzi sahihi unaweza kukusaidia kutatua tatizo kwa haraka na kwa ufanisi. Kuokoa muda na rasilimali. Kuepuka madhara au matatizo makubwa zaidi baadaye. Kuimarisha uhusiano na watu wanaokuzunguka kwa sababu unawashirikisha na kuwaheshimu katika mchakato wa maamuzi. Kujenga uaminifu na heshima kwa wale unafanya nao kazi au kuishi nao. Kumbuka, maamuzi mabaya yanaweza kusababisha matatizo mapya, hasara, au hata kuvunja mahusiano. Ndiyo maana ni muhimu kutumia muda na akili kutafakari kabla ya kuchukua hatua. Hatua ya kwanza ni kulitambua tatizo. Jiulize heni, nini hasa kinachonifanya nihitaji kufanya uamuzi? Hakikisha unalielewa vizuri tatizo kabla ya kuchukua hatua yoyote. Baada ya kulitambua tatizo, kusanya taarifa zote muhimu. Tafuta ukweli, zungumza na watu wenye ujuzi na tafuta mifano halisi. Taarifa sahihi zinakuwezesha kufanya uamuzi bora. Sasa fikiria njia tofauti za kutatua tatizo lako, andika faida na hasara za kila njia. Hii itakusaidia kulinganisha mbinu mbalimbali mbali na kuona ipi inaleta manufaa zaidi. Baada ya kupima njia zote, chagua ile inayoonekana kuwa bora zaidi. Kumbuka, uamuzi sahihi unatokana na uchambuzi makini na siyo hisia pekee. Hatua ya mwisho ni kutekeleza uamuzi wako. Baada ya muda, tathmini matokeo. Je, suluhisho lako limeleta mabadiliko? Ikiwa bado kuna changamoto, usiogope kurejea kwenye hatua za awali na kubadilisha mbinu. Kumbuka, kufanya maamuzi sahihi ni mchakato unaohitaji utulivu, maarifa na umakini. Umuhimu wa maamuzi yako hauishi tu kwenye kutatua tatizo bali pia kwenye kujenga maisha bora na mahusiano imara. Fuata hatua hizi kila unapokutana na tatizo na utaweza kupata suluhisho bora. Asante kwa kutazama, usisahau kujiandikisha na kuwashirikisha wengine ili kupata video zaidi za maarifa.